Taasisi mbalimbali za haki za binadamu duniani pamoja na washirika wa karibu wa, wa serikali ya Tanzania wameibuka na kuzungumzia kuhusiana na uchaguzi mkuu utakofanyika hii leo Oktoba 29 mwaka 2025, huku serikali ya Chama cha Mapinduzi wakiendelea kupeperusha bendera pamoja na vyama vingine vya upinzani ambavyo vinashiriki katika uchaguzi huo. Katika uchaguzi huo ambao unafanyika hii leo, chama kikuu cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA hakishiriki katika uchaguzi huo mkuu huku kukiwa na wasiwasi mkubwa kama maandamano yatafanyika kufuatia shinikizo la ufuasi wa masuala mbalimbali ya kisiasa na wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania na Afrika Mashariki, ambao mara kadhaa wamekuwa wakijitokeza kuzungumzia hali ya sitofahamu na hali ya kisiasa. Taasisi mbalimbali zinazopigania masuala mbalimbali ya haki za binadamu zimekuwa zikitoa taarifa mara kadhaa kufuatia kushikiliwa kwa Tundulisu pamoja na ushiriki wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema katika uchaguzi mkuu saria gerezani wakati uchaguzi mkuu unafanyika hii leo nchini Tanzania, lakini chama cha mapinduzi kinaonekana wazi kwamba kimejipanga kushinda katika uchaguzi huu, kutokana na vyama vingine vinavyoshiriki uchaguzi mkuu kuonekana kwa kwamba huenda wakashindwa katika uchaguzi huu, kufuatia chama cha mapinduzi kuwa na wafuasi wengi katika kipindi hiki. Washington, maseneta wa Marekani, Jen Shen, mjumbe mkuu wa kamati ya mambo ya nje ya st na Jacki Rosen wametoa taarifa ifuatayo dhidi ya uchaguzi mkuu wa Tanzania utakaofanyika Oktoba 29 nchini Tanzania siku ya Jumatano. Tunasikitishwa sana ripoti za juhudi za kukandamiza uchaguzi mkuu ambao utakuwa huru na wa haki nchini Tanzania. Viongozi wa upinzani wamekabiliwa na kukamatwa, vitisho na udhibiti wa habari, huku waandishi wa habari na jamii ya kiraia wakinyamazishwa. Vitendo hivi vinadhofisha demokrasia ya Tanzania na vinaweza kusababisha uchaguzi wenye ushindani mdogo zaidi tangu nchi ilipokubali siasa za mfumo wa vyama vingi tangu mnamo mwaka 1992. Kuendelea kufungua kiongozi wa upinzani na kushikiliwa Tundu Lissu na kukubaliki na anapaswa kuachiliwa mara moja, na pia tuna wasiwasi mkubwa na kutekwa nyara kwa balozi Hafre pole Polepole, ambaye lazima arudishwe akiwa salama. Tunawahimiza Watanzania wote na wanasiasa wote raia nchini Tanzania na Zanzibar kujiepusha na vurugu bila kujali matokeo yoyote. Tanzania ni mshirika anayethaminiwa na Marekani, na ushirikiano wetu kupitia programu kama Peace Corps, tunategemea kujitolea pamoja kwa demokrasia na utawala wa kisheria. Wakati Watanzania wanajiandaa kupiga kura, viongozi wao lazima wahakikishe mchakato ni wa amani, uwazi na unaowakilisha watu wake huu waaminifu.